Ni rais wa shirikisho la kabumbu la Tanzania TFF Wallace Karia ndo anaingia. Karibu sana nyumbani kiongozi, na bila shaka eh, mafanikio uliyoyapata ni ishara tosha ya ufanisi mzuri wa uongozi wako. Neno lako kwa Watanzania, uchaguzi ulikuwaje? Kwanza namshukuru Mungu, wamenipa sapoti Watanzania wote, lakini namshukuru waziri kwa niaba ya serikali na wasaidizi wake. E, pia nawashukuru marais wenzangu wa Sekafa ambao waliniamini na kunipendekeza ni wawakilishi. E, kitu kikubwa tu, tuendelee kushirikiana, tuhakikishe tunafanya yale ambayo yanastahili, ili tutendee haki mpira na ikiwezekana, tuende tufikie malengo yetu kama nchi lakini na malengo yetu kama, kama sekaka na ushindi huu ni dhahiri kwamba ni ushindi wa bara zima la Afrika. Na mara baada ya hapo, Watanzania wataraji nini sasa? Naona labda watu wanafikiria tumeshafika mwisho, kwa hiyo tunataka tuharibu. Hapana, tuhakikishe kwamba tunakuwa wa kweli, tunafanya vitu vya msingi. Basi kama kuna mtu ana mambo yake anaona ataka ajifurahishe atafute sehemu nyingine ya kujifurahishia, lakini sio kuja kujifurahisha kutuharibia. Asante sana, nikutakie kila la heri. Na ni rais wa shirikisho la kabumbu la Tanzania, TFF, Wallace Karia. Hapa ni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, anapokewa kama ambavyo unavyoweza kuona uh, kikundi hiki cha hamasa cha ushangiliaji cha TFF. Nikiripoti kutoka hapa uwanja wa Julius Nyerere. Hassan Mvula, Azam Sports.